Kuba imethibitisha kuwa raia wake thelathini na wawili waliuawa wakati wa operesheni ya Marekani ya kumkamata Nicolas Maduro. Nchi inayoongozwa kijamaa, ambayo inategemea mafuta ya Venezuela, ilikuwa ikisimamia ulinzi wa Maduro na ina maofisa wake katika jeshi la Venezuela. Kutokana na shambulio la kihalifu lililofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya taifa la Venezuela, Wakuba 32 walipoteza maisha katika mapigano Serikali ya Rais Migueli Diaz Kaneli ilisema siku mbili za maombolezo zimetangazwa huku rais wa Cuba Migueli Diaz Kaneli akisema ni kwa heshima ya wapiganaji jasiri wa Cuba ambao walivamia magaidi waliovalia sare za kifalme waliomteka nyara na kuwaondoa kinyume cha sheria rais wa Venezuela na mkewe kutoka nchini mwao. Alipoulizwa kuhusu uwezo wa hatua za kijeshi kuchukuliwa dhidi ya Kuba, Rais wa Marekani Donald Trump alisema hakuna haja ya hatua kama hiyo kwani kuna uwezekano ikaanguka yenyewe. Lakini hakupuuza uingiliaji kati kijeshi dhidi ya Colombia akimtaja rais wake wa mrengo wa kushoto Gustavo Petro kama mlanguzi wa dawa za kulevya na mtu mgonjwa.